Mpenzi subscriber, karibu kwa channel hii ya jeshi la mtu mmoja. <coughs> Welcome once again my loyal subscribers, this is the One Man Army TV. Subscriber ndugu yangu Nilisema hapo mbeleni Mwamerika ni Mwisraeli na Mwisraeli ni Mwamerika, ni kama mapacha. Mwamerika hawezi akamwacha Muisraeli aangamie. popote ile mwisraeli atataka usaidizi mwamerika atakuwa mstari wa mbele kwa kumsaidia kwa hali na mali, kwa raha na uchungu, mwamerika lazima amsaidie mwisraeli, hata kama niko vipi. Israeli ilipompiga mwirani Kumbuka, ni mwamerika ndio amempiga mwirani. <clears throat> Umenipata? Mwirani vile ameamka na kuanza kujikinga ama kujilinda ama kujidifenda ama kujidifenda, imeshutua dunia mpaka sasa, licha ya serikali ya Israeli kutoonyesha, kutoruhusu watu waonyeshe hasara ambao kwamba makombora ya Iran imepiga, imekomoa nchi ya Israel. Mpenzi subscriber, what I'm trying to say is the media censorship in Israel

Ukiangalia tu uso ya Netanyahu, uangalie vile anavyoongea saa hizi na navyoenda kutembea katika zile sehemu ambapo kwamba mwiran amepiga, basi utajua kwamba Netanyahu ama serikali ya Israel iko imepanic, imeshtuka, imepigwa na butwa, imepigwa na wasiwasi. Ndio maana Netanyahu na serikali ya Israeli wameomba mamerekani msaada, njooni mtusaidie. Marekani imejua ikiingilia kati ama dunia imejua ikiingilia kati, basi muiran atapiga masilahi ya marekani katika eneo hiyo. Kumbuka Marekani iko na kambi za jeshi, iko na masilahi yake kule inchi ama katika guba la Wajemi ama Middle East.

Basi ujua kwamba kutakuwa na athara, athari kubwa sana kwa sababu uchumi wa dunia inategemea sehemu mbili. Strait of Hormuz, kuna sehemu ya mpenyo wa Omani na nini ya bahari. Meli zote za dunia zinapitia hapo, na hapo iko karibu sana na Iran na vile vile Bab Almandab hapa kwa Yemen, hapa kwa Mahuthi, ambayo inatoka wapi? Inatoka kwa ile inaitwaje ile pale Egypt, hiyo sehemu ya Egypt imenitoka hapo. <laughs> kuna hapo, ndio hapo Egypt hapo, hiyo nini, meli zinatoka hapo Egypt, Suez Canal. Baba Almandab iko hapo karibu mahali kwa mahuthi wako anai control meli hizo zikipita, zile ambazo zinasafirisha mali na mafuta Ulaya na dunia nzima zinapitia hapo, na inapitia kule kwa Iran kule na mpaka wa Iran ama bahari ya Iran na Oman inaitwa Strait of Hormuz. Iran inas, ime, imetishia kuifunga ile kuiziba ile, vile huthi wameziba hii chini hapa na kama wataziba hivi, na mafuta ya katari inapitia Bahrain inapitia pale ya saudia inapitia hapo Kuwait inapitia hapo, mali zinapitia hapo, dunia itasimama. Na iran itumie zile silaha zake kupiga zile makambi ambayo kwamba ziko katika hizo nchi, kuna tishio kubwa. Bado iran haijatumia silaha, kama vile wadadizi wa kivita wanasema, hajatumia ime iran kuna jana kulikuwa kuna mkuu wa jeshi mmoja wa Iran alizungumza, akasema Iran imetumia tu asilimia tano. Only 5% of the weapon has been used in Israel. Only 5% of Iran weapon or missiles has been used so far to hit targets. Hii ni Israel. Sasa hiyo asilimia nyingine tisini na tano silaha ziko wapi? Na zote zingine ni zimpya, kila kukicha Iran inabadilisha. Sasa Marekani na watu wa kidadisi wanasema hawajui ya kwamba Iran itatumia silaha ipi sasa hiyo sasa Mamerika anakwenda tu anajua tu anaenda tu kwa tu, sababu Mwisraeli ndugu yake wote yake wote ni mandugu ni mapacha not Muiran. Amerika leo imetangaza kuku, kusafirisha ndege ambayo inaitwa B2 stealth bomba, B2 aina ya B2 stealth bomba iende katika kisiwa Pacific inaitwa Guam imeenda kupelekwa kule. Hiyo ndege ndiyo aina ya kipekee ambayo inaitwa Banker Buster ambayo kwamba inapenya kule chini. Sasa hiyo ndege imepelekwa tayari kule, inangojea tu amri kutoka kwa Donald Trump, sasa awe aitumie, asitumie, dunia iko katika msukosoko. Nakumbuka mwadadisi wa kisiasa wa, wa Marekani anasema ya kwamba Iran imeweka nini yake hizo silaha zake kwa milima ndani milimani kula na mabonde, itakuwa ni ngumu, lakini wacha tuone hiyo bomba hiyo ndege kama itaweza still b b2 bomba. Mimi ni The One Man Army Tv, Bwaga comment hapo, narudi baadaye.